Mbali na hayo mtazamaji, wito umetolewa kwa wazazi kuwapa wanao usaidizi unaohitajika kabla ya kuukalia mtihani wao wa kitaifa utakaoanza tarehe ishirini na saba mwezi huu wa Oktoba, huku serikali ikiombwa kuimarisha miundo mbinu kwenye shule ili kutoa mazingira bora ya, kujif, ya kujifunzia. Taarifa hiyo tumeipata kutoka wake Phoenix Wanjala. mimi shuleni sirudi, nimechoka na maisha

Jumbe za kutia bidii miongoni mwa wanafunzi pia zilishamiri katika hafla hiyo. Our target as candidates is to have high wazazi pia wametakiwa kushirikiana kwa karibu na walimu kwa manufaa ya masomo ya wanao. Wazazi wengi wamekuja siku ya leo kudhihirisha kwamba kuna uhusiano mzuri kati ya wazazi na shule na wako na matumaini na hii shule na kuwa wazazi wa pia wanafurahia. Hawa watoto wamekuwa wazuri, wamesoma, hawajasumbua, lakini katika maisha tunajua lazima kuwe na migwaruzano ya hapa na pale. Wanafunzi tunawaombea kila wakati, tunawapenda na Mungu anawapenda zaidi. Watu appreciate parents, najua bila nyinyi sisi hatuna kazi hapa kwa hivyo nawashukuru sana na msitoke. Nataka wengine huko nisi waongezeke so that tupate jo jo kama namna gani? Ndio. Kwa hivyo wazazi, nawashukuru sana mefanya kazi nzuri na mimi. Swala la nidhamu kabla na hata baada ya mtihani liliibuka, watahiniwa wakitakiwa kuwa na tabia njema shuleni na hata nyumbani. Hard work, discipline and faith is key.

hawa ni wanafunzi ambao ni baadhi ya bora zaidi, madarasa bora zaidi ambazo tumai kuwa nazo kwa hii shule yetu. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Morris Saenyi alitoa wito kwa serikali kuimarisha miundombinu kwenye shule ili kutoa mazingira bora ya elimu. Kama watu wengi wanavyojua, hii shule ya Mwoya shule ambayo imekaa hapa kwa muda mrefu sana, na tunapoendelea tuko na changamoto mbalimbali mbali, ambazo pia naomba hasa wahisani mbalimbali waweze kuingilia ili tuweze kutatua ile shida. Mkuu huyo wa shule alidai kuwa Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangla amejitolea kuhakikisha naimarisha miundo misingi katika shule hiyo. Umekuwa na shida ya yo, ukawa na shida ya madarasa lakini nataka kushukuru spika wetu wa National Assembly ambaye ameweza kutuahidi kwamba anakuja kujengea madarasa haya. Nashukuru pia mjumbe wetu wa eneo la majimbo Karasinga pia ambaye ametujengea choo na amesema kwamba anakuja kumalizia madarasa. Kwa hivyo wale wote ambao wana njia yoyote kusaidia shule hii nasema ni asante, hasa wakati wa likizo mrefu hii tihani wa kredi ya sita na tisa unatazamiwa kuanza tarehe ishirini na saba mwezi huu. Wanafunzi kote nchini wamejitayarisha kukalia mtihani huo. Ni kiripoti ya, ya mtazamo wa dira runinga Tandao kutoka kwenye shule ya Mukwea eneo bunge la Kabuchai kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Felix Wanjala.